Mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa ametujengea madarasa mawili katika kitongoji cha Kariati kijiji cha Ngorika, madarasa mawili yamekamilika na choo cha matundu kumi na sita yote yamekamilika na ameyakabidhi na tumeanza kufundisha pale pale Kariati. Lakini ahadi yake, mwenyekiti, yuko tayari kuja kukamilisha madarasa mengine matano pamoja na nyumba ya mwalimu. Kwa hiyo tunampongeza, namfikishie na salamu mwenyekiti wa CCM wa mkoa kuwa sisi watu wa Ngorika tunamwamini na tunampenda na aendelee kutusaidia kupitia shirika lake. Lakini pia mwenyekiti, katika shule yetu ya Ngorika tumepata juzi ufadhili kutoka halmashauri, tumepata milioni 30 ya kukamilisha nyumba ya mwalimu. Lakini zaidi pia katika hiyo shule ambayo mtaenda kuitembelea mwenyekiti ya juhudi, ni shule ambayo imejengwa kwa nguvu za wananchi na sasa ni shule kamili. Katika kipindi hiki cha miaka mitano tulipata milioni kumi na nane peke yake ya kuboresha katika madarasa ambayo yalikuwa yanakamilika hivi tunavyozungumza, ni shule inayohitaji ukarabati. Tulikiwa kwenye mkutano pale Ngorika mwenyekiti, kulikuwa na changamoto ya, ku, ya kuanguka kwa milango. Kwa hiyo wazazi pale Ngorika walishirikiana, wakachanga shilingi laki mbili na kumi na nne kwa ajili ya kuweka milango minne iliyobomoka baada ya kuzungumza na fundi pamoja na mwenyekiti wa kijiji na mtendaji fundi kutengeneza milango miwili tu alihitaji aongezewe shilingi elfu themanini. Mwenyekiti, kupitia mkutano ule, na mimi niliwasaidia kama sehemu ya maendeleo, nikatoa shilingi elfu themanini na milango miwili imekamilika. Kazi iliyobaki peke yake ni kazi ya mwenyekiti wa kijiji pamoja na mtendaji kwa ajili ya kutafuta simenti na mwalimu kwa ajili ya kuweka ile milango. Kwa hiyo tuna changamoto nyingine ya milango takribani miwili au mitatu ya, ya kuendelea kuboresha. Kikubwa tumewaelimisha wananchi kuwa shule ni ya kwetu ni lazima tujenge wenyewe. Kwa hiyo jitihada kubwa mwenyekiti, tunazifanya kwa nguvu zetu, lakini sambamba na hayo mwenyekiti, tunayo shule yetu ya sekondari ya nyumba ya Mungu. Shule yetu ya sekondari ya nyumba ya Mungu ni shule ambayo pia ilijengwa na wazazi, na tunashukuru Mungu katika miaka hii mitano ya Mama Samia tumepata ufadhili, tumepatiwa shilingi milioni mia moja ya kujenga bwalo la chakula, lakini hata hivyo tukaongezewa tena milioni 49 kwa ajili ya ukamilishaji, na hivi tunavyozungumza mwenyekiti, bwalo hilo limekamilika kwa asilimia 98. Lakini pia mwenyekiti, tumepatiwa shilingi milioni 57 na laki tatu kwa ajili ya ujenzi wa madarasa mawili ya form 5 na form 6 shilingi milioni 9 mwenyekiti, hiyo pesa hiyo mwenyekiti, tumeenda kujenga madarasa mawili na tumekamilisha kwa asilimia 100 pamoja na choo Tunategemea mwezi huu wa tano, wana wa tano wanafunzi wanapomaliza shule wa form 5 na 6, lakini mwezi wa saba wanapoletwa wanafunzi wa form 5, shule yetu ya Nyumba ya Mungu Sekondari inaanza kuchukua wanafunzi wa A level na itachukua kidato cha tano na kidato cha sita. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, ni maendeleo makubwa kwenye elimu hususan kwenye kata yetu, tumefanya maendeleo makubwa kwenye upande huo wa elimu. Mheshimiwa mwenyekiti, pia nizungumze kidogo kwenye upande wa, wa maji. Hapa kwenye kijiji cha Lemkuna tulipata wafadhili mwenyekiti na wakati tunapata wafadhili, mwenyekiti, wa wafadhili huwa wanatokana na, na, na, na juhudi binafsi, aidha za viongozi au za mtu. Niseme hapa leo, tulimpata mfadhili wa kwanza wa kutuletea maji kwenye kijiji cha Lemkuna. Tuliomba miradi miwili, mradi wa kijiji cha Lemkuna na kijiji cha Ngorika, lakini aliyetupeleka na kutujulisha mfadhili wa kutuletea hayo maji ya wota kioski ni Mama Frida Tarimo. Akatuletea yule mfadhili na aliyetoa pesa ya kusajili mradi ili tuweze kupata maji katika bonde la Lemkuna na bonde la, na, na sehemu ya Ngorika, mimi ndio nililipa ile fedha kwa ajili ya kupata kibali cha maji. <coughs> Mwenyekiti, changamoto yanafanyika na wota kioski, juzi wametufungia tena sola kwa ajili ya kisima ambacho kimechimbwa hapa Lemkuna. Lengo letu Lemkuna, katika ma, katika ukuaji huu mkubwa wa kiuchumi, tunataka Lemkuna kila mtu atumie maji nyumbani kwake. Kazi kubwa imefanyika na kazi inaendelea kufanyika, ila katika kazi kuna changamoto. Ningeomba tuvumiliane katika hizi changamoto ndogo ndogo, kwa sababu tayari sasa wota kioski tunashirikiana na RUWASA kuhakikisha hii kazi ya kupata maji inaenda kutimia vizuri Lemkuna. RUWASA wamelishika hilo jambo na wota kioski wametushika mkono, naamini wale wote wenye uwezo wa kuweka maji majumbani Lemkuna wataweka maji Lemkuna oye, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini pia tumechimbiwa kisima cha maji kule Lengungumwa, gharama milioni 98. Kazi tuliopewa kijiji ni ile kazi ya mikono kwanza, tumeambiwa tukachukue tenki wilayani. Nimshukuru mwenyekiti wa kijiji na serikali ya kijiji cha Lemkuna, tenki limefika Lemkuna, lakini vilevile vifaa vingine vipo. Tumeambiwa sisi tuchangie tu mawe na mchanga ili basi wao waje watuimarishie ule mradi kazi yao. Sasa hivi tumeambiwa tuandae store, wanaleta nondo, wanaleta simenti <coughs> waje watujengee sehemu ya kuweka tenki, lakini wajenge sehemu ya kuweka pampu, lakini watujengee mbauti za kunywa maji za ng'ombe kule lengungu mwa, ili wafugaji wasipate shida ya kutoa mifugo.